Siku ya kesho tuna mchezo mgumu, tuna uhakika kabisa kwa ni mechi ya kesho ni mechi ngumu zaidi. Hatuhesabu tena ile mechi ya Yanga ambapo mechi ndo imeshamalizika. Hii ni mechi mpya, lakini kwa swali lako jinsi ulivyoniuliza, kwa ile mechi tuliyocheza dhidi ya Yanga, kwa wachezaji wangu wa waligeni confidence nzuri, wamejiamini vizuri. Na ndio maana nimeliongea mwanzo, mechi ya kesho ni mechi nzuri, tumejiandaa vyema kwa kikisha kwenye gemu ya kesho tunaondoka na alama tatu. Na ndio maana nimeongea mwanzo mchezo ni mgumu, ni kwa sababu ukiangalia ni historia ya yao nyuma ni wapinzani wetu ni wa kesho wamepoteza ni mechi mbili karibuni na kesho ni mechi yao ya tatu, kwa hiyo tuna uhakika kabisa watakuja ni kibabe zaidi kuhakikisha wanaondoka wana, wana na mara matatu kwenye mechi ya kesho ila hata sisi, Mbeya sisi Mbeya City tumeifahamu hilo, tumejipanga vizuri, nimewaandaa zaidi ni vijana wangu ni kwa mechi ya kesho. Na ndio maana nimesema game ya kesho sio mechi ni nyepesi, ni mechi ngumu. Ujue kazi kubwa zaidi ni ya mwalimu ni kuwaelekeza ni wachezaji wangu ni kutengeza chance. Sasa striker yeye ni mwenyewe anachohitajika ni akifahamu kapata chance ni ya score sasa, ni maswala ni ya yani ya, yani hayo ni maswala hayo ni wajuli zao striker wangu, lakini vile vile ni muandaa vizuri, tumefanya training ya shooting scoring vizuri zaidi. Sasa nina uhakika kesho, ule ni ukame ni, ni wa magoli unaondoka kwenye timu ni Mbeya City KMC. Kuna u, u yani, kwa mechi ya kesho kuna ugumu zaidi ni kwa sababu ni wapinzani wetu wameshapoteza ni mechi mbili wame poteza nyumbani kwao, wamepoteza gemu ni awei. Sasa ndiyo maana nimesema mwanzo, yani gemu ya Yanga na gemu ya kesho ziko tofauti zaidi, yani gemu ya kesho ni gemu ngumu zaidi ndiyo ipo yani, unapocheza na mpinzani wako ameshapoteza ni mechi mbili alafu nyumbani kwake mechi lazima iwe ngumu kwa, kwa ujumla zaidi. Saikolojia yetu iko vizuri tulipata mapumziko ya kidogo, lakini mwalimu ametuelekeza ambacho kinatakiwa kufanya katika mechi ya kesho. Kwa kila mchezaji uko vizuri kichwani, kwa hakuna tatizo lolote ambalo linaweza kaa, kuna wasiwasi. Ah, morale yetu iko vizuri, kwa sababu unajua mechi za mwanzo ni nzuri, inatakiwa upate pointi mapema. Tunaoheshimu KMC ni timu nzuri, japo kuwa amepoteza mechi mbili mechi itakuwa ni ngumu, lakini simula letu ni nzuri ambacho tumekipata, tunahitaji pointi tatu kwenye mechi ya kesho. A, kwa upande wa mashabiki napenda kuambia waendelee kutupa nani support yao, kwa sababu ndio timu yao na sisi ndio wachezaji wao na sisi ndio tutakao wapa furaha kwao. Kikubwa ni kuwa wawe pamoja na sisi kila mechi tunaoendelea kucheza.